Wakili wa kujitegemea Bonifasi Mwabukusi, licha ya jeshi la polisi mkoa wa Mbeya kutoa onyo kali kwa yeyote anayeendeleza kutoa matamko kuhusiana na swala la Mdude Nyagali ama Mdude Chadema, ambaye alivamiwa nyumbani kwake kisha kuadhibiwa kwa namna moja ama nyingine na watu hao kutoweka naye na huku baadhi ya askari wa jeshi la polisi wakituhumiwa kwamba wanahusika katika tukio hilo la utekaji wa Mdude Chadema ama Mdude Nyagali na mpaka sasa hajulikani aliko, lakini wakili Bonifasi Mwabukusi ambaye ni rais wa chama cha mawakili Tanganyika ameendelea kutoa maoni yake mbalimbali mbali kupitia kurasa za mitandao ya kijamii ikiwemo kurasa wa Facebook na leo mapema anasema, amesema kwamba tunamtaka Mdude akiwa hai na mzima wa afya. Mwabukusi anasema kwa hali ya kiusalama iliyopo nchini kwa sasa, utekaji wa wakosoaji na upotezaji wa watu ukiumiza, na ukiniuliza sababu za Tanganyika kudai uhuru wa kujitawala, sidhani kama nitakuwa na jawabu sahihi. Anasema hata wakoloni na tamaa zao hawakuwahi kuwa na kiu ya damu za wakosoaji wao kwa kiwango hiki. Anasema wanyama wa porini wamekuwa na utu kuliko binadamu wenzetu. Wakili Bonifasi Mwabukusi anaendelea kwa kusema, wanatamani kujishibisha kwa damu zetu huku wakiogelea kwenye bwawa la machozi na jasho la wajane na mayatima wanaoachwa. Vilio vyetu haviwaumizi, bali vinawasisimua na kuwa burudisho na kuwaongezea hamu ya kutu, kutuumiza zaidi. Anaendelea kuandika kwa Kiingereza kwa pia akisema, we have all the right to strike back. Kulinda uhai wetu, hatuna machozi zaidi ya kumwaga, hatuna damu zaidi ya kumwagwa, na hatuna sauti zaidi ya kulia. Kabla hajamalizia, anasema namna pekee itakayotutuliza ni kumrejesha Mdude Mpaluka Nyagali akiwa hai na kutuletea wanaotutisha, mimi Bishop Bagonza Mwamakula na Dr Rugemereza Nshala na wenzetu waliokimbia Tanganyika kunusuru uhai wao. Wakili Bonifasi Mwabukusi anamalizia akisema hatuna, hatutanyamazishwa na wauaji au watekaji. Nilizaliwa huru, nitakufa huru. Tunamtaka Mdude akiwa hai. Haya ni maoni ya wakili msomi Boniface Mwabukusi ambayo ameyachapisha katika ukurasa wake wa Facebook, wakisema kwamba tunamtaka Mdude akiwa hai na mzima wa afya, na kwamba kwa hali ya usalama ilivyo nchini kwa sasa, utekaji wa wakosoaji na upotezaji wa watu, kwamba akiulizwa kwamba sababu ya Tanganyika kudai uhuru na kujitawala, anasema kwamba sidhani kama nitakuwa na jawabu sahihi. Haya ni maoni ama manung'uniko ya ndugu Bonifasi ya yanyisire Mwabukusi ambaye pia ni wakili amba ama rais wa, wa chama cha mawakili Tanganyika TLS. Mtazamaji unayopia nafasi ya kutoa maoni yako katika eneo la hapo chini katika eneo maarufu wengine wanaita uh, selection comment ama comment selection. Karibu, na hii ni Nyikani TV.